Tarehe ishirini na nane, mama anafunga kampeni Mwanza <gaziva> lazima twende kuona mama akifunga kampeni kwa kishindo Ta. kwa sababu serikali ya awamu ya sita imetuwezesha kupata mbolea na pembejeo za kilimo kwa urahisi 29 jia ni moja tu kuelekea kwenye kituo cha kupigia kura kotiki Samia. Unapofika kwenye karatasi ya kupigia kura, kwanza angalia nembo ya kijani ya CCM. kisha angalia picha mgombea urais Dr. Samia suluh Hassan, mbele kabisa utaona boksi wazi ambalo ndilo utaweka tiki yako. Hakikisha tiki yako haitoki nje ya box Mwenzako amwambie mwenzake kwamba Oktoba 29 tunajitokeza kwa wingi na kutiki Samia.